Mheshimiwa Rais, tukio la leo hili ni historia kubwa sana, kitu ambacho kimesubiriwa miaka mingi sana kwenye taifa letu, na kwa kipindi kifupi mambo mengi yaliyosubiriwa sasa unayaleta na kuhakikisha kuwa taifa linaendelea kwa amani, na migogoro hii ya ardhi pamoja na wakulima na mifugo na haki za Watanzania kwenye ardhi zisimamiwe vizuri kwenye sera hii kumekuwa na changamoto mbalimbali kwenye sekta ya ardhi katika sera hii mkaka, sasa ni mkakati mzuri wa kutatua changamoto hizi hususan katika kutatua migogoro ambao wananchi wanakumbana nayo niwaombe watendaji ardhi ni rasilimali kubwa sana tusikalie uchumi tufunguke kufanya ardhi iwe na mchango mkubwa kwenye pato kuu la serikali. Mheshimiwa Rais, nakushukuru sana kwa kunipa nafasi hii na nakutakia kila la heri. Asante sana.